Jeshi la Israeli limekiri kumuua kamanda mkuu wa majeshi ya Irani Ali Shadmani aliyeteuliwa siku nne zilizopita baada ya Israeli kumua kamanda aliyekuwepo siku ya Ijumaa. Kamanda Ali Shadmani aliteuliwa kushika nafasi ya Golamare Rashid ambaye ndiye alikuwa mkuu wa majeshi. Ali Shadmani amehudumu nafasi hiyo kwa siku nne pekee kisha kuuliwa na jeshi la Israeli. Wakati hayo yakiripotiwa, milipuko inazidi kuitikisa Teheran na ving'ora vya mashambulizi ya anga vikirindima Tel Aviv huku Israel na Irani zi kikabiliana vikali kwa makombora na ndege zisizo na rubani kwa siku tano mfululizo. Pia Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hakutazidisha uhasama bali kutamaliza mzozo. Naye Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kwenye mitandao ya kijamii akiwataka wakazi wote wa Tehran kukimbia na kusema kuwa Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Kauli ya Trump ya kuwataka raia kuondoka mara moja jiji la Teheran inaacha wasiwasi kuwa huenda Marekani ikaingilia mzozo huo. Mpaka sasa idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 220 wakiwemo wanawake sabini na watoto. Huko nako nchini Israel zaidi ya watu ishirini wameuawa katika mashambulizi ya Iran dhidi ya Israel na uharibifu mkubwa ukiripotiwa Wakati hayo yakiendelea nchini Iran, wabunge wa Iran wanajiandaa kuwasilisha mswada ambao unaweza kusababisha Teheran kujiondoa kwenye mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia NPT, miongoni mwa matukio ya hivi karibuni. Tuchukue uamuzi unaofaa. Serikali inalazimika kutekeleza miswada ya bunge, lakini pendekezo hili bado linaandaliwa, na tutashirikiana na bunge katika hatua za baadaye, amesema msemaji wa wizara ya nje Ismail Bari alipoulizwa katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu uwezekano wa Teherani kujiondoa kwenye NPT. NPT ambayo Iran ilisaini mwaka 1970 inazipa nchi haki ya kuendeleza nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia huku ikilazimika kuachana na silaha za nyuklia na kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kusimamia nishati ya atomiki IAEA. Israeli wiki iliyopita ilisema Teherani Iko karibu kutengeneza bomu la nyuklia. Irani imekuwa ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa ajili ya amani, ingawa IAEA ilitangaza wiki iliyopita kuwa Teherani imekiuka masharti ya mkataba wa NPT. Rais Masudi Pezeshkian alisisitiza siku ya Jumatatu kwamba silaha za nyuklia zinapingwa na amri ya kidini ya kiongozi mkuu Ayatollah al-Khamenei. Vyombo vya habari vya serikali ya Irani viliripoti kuwa hakuna uamuzi bado umefanywa na bunge kuhusu kujiondoa kwenye NPT, huku mbunge mmoja akisema kuwa pendekezo hilo liko katika hatua za awali za mchakato wa kisheria. Hii ni Msasa Media. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Msasa Online. Msasa kisasa zaidi.